Kutaniana kati ya mabibi na wajukuu ni pale unaona nyanyako ndiye bibi, si nyanyako, anakwambia mume wangu, umeamkaje? si kwa sababu anasema wewe, si kuna babu, lakini anakuita hivyo kwa sababu umechukua jina la la mume wake, si ndio? Eh, anakuuliza mume wangu, siku nyingi sijakuona, nimekupeza. ni kwa sababu umepewa jina la nani? la mume wake, si ndio? Ndio maana anakuita hivyo. Huu ni utani. Sifa za malumbano ya utani. Kwanza, watu ambao utania ni watu ambao wanafahamiana. Huwezi kutaniana na mtu ambaye hamjuani, mnataniana na watu ambao mnafahamiana nao. Pia mkitaniana, lazima ujue mila na desturi, ndio usije ukavuka mpaka. Unajua mila za hao watu, unajua itikadi zao pia Lazima utumie lugha ambayo mna... nyinyi wawili ambao mnataniana au makundi ambayo yanataniana, lazima mfahamu lugha ambayo mnatumia, ile lugha ambayo mnatumia. Na pia lazima kujae kenjeli, dhihaka ni pale, ni ule utani ambao unauthi. Kuna chuku, kuna kupigiana chuku, na pia kuna mipaka kulingana na uhusiano. Iwapo tunataniana wewe na mimi kuna mipaka huwezi kuvuka kwa sababu mimi ni nani? Ni mwalimu. Lakini hakuna utani kama huo, ni utani, ni kati ya makabila au marafiki, kuna mipaka. Kwa mfano mkitaniana, kuna mipaka upaswi kuvuka, utanie mtu kuhusu mama yake. Unaelewa? Hmm, kuna mipaka. Dhima ya malumbano ni ule faida za mal, malumbano ni nini au umuhimu wake ni upi? Kwanza yanaleta kwa sababu tunakuja tutaniane, inaleta uelewano, watu kuelewana. Pili, pia kuvumiliana, kwa sababu lazima uvumilie utaniwe, ndio wewe uunde utani wako umfanye nini umwambie. Pia uburudishe wale wanasikiliza au wanafurahia, si unaona watu wakitaniana ko pale, unafurahia kabisa, kwanza mnapiga makofi alafu tania hivyo, muonyeshe muonyeshe mwonyeshe, mwonyeshe. Unaburudika. eh? Pia watu hucheka sana na wanachangamka <laughs> pia inaendeleza ule kutambulishana, yaani unatambulisha mtu, kwa sababu ukimtania si unajulisha mambo mengi kumhusu. Eh, na pia unaelimisha kuhusu majukumu mbalimbali, yaani masuala ambayo wewe unapaswa kutaniana. Haya, tuangalie mfano wa utani kurasa hamsini na nne pale msichana na ufi yake wanataniana pale. Hodi wenyewe mbona huko, hodi wenyewe mbona kuko kimya, au kakangu hayumo? mmeficha mtu mwingine upi? anasema Kefuli, mbona mmoja na vishindo hivyo? kama kaka yenu anilishi na kunivisha vyema, shati nijitafutie msichana wa pili. anasema Kefule, vile vile ulivyokuja hapa, umekonda kama ng'onda, leo umewanda, unashtakia njaa na ile kaniki moja tuliyokuolea nayo leo unavaa hariri wapi? hata na fungasha bahasha nirudi kwetu, hamjui kumtunza mke. Jaribu tu kuniacha mimi, uende ukafe njaa. Wifi anasema haya, karibuni mawifi, habari za mtokako? Njema, huku ni kwenu nyinyi, na watoto hatuna neno, kaka yenu ndiye. Kwa hivyo wanaendelea na mazungumzo hapa ni kati ya msichana ambaye ameolewa na ndugu ya wipi mm, ameolewa na ndugu yao alafu amekuja kuwasalimia sasa. Wakibisha wanataniana wanamwambia, eh mbona huji kufungua mlango, labda anamuuliza kumbe ku, eh, ama labda una mume mwingine huko ndani umemficha. Anamwambia hapana, sina kaka yenu. Anamwambia karibuni na anawauliza kwa nini wanakuja na vishindo hmm? anasema kaka yao afanye nini? Am, awalishi awapi chakula chakula. Alafu huyo msiana anamuuliza, sasa yule ambaye ameolewa na dugu yake anamuuliza yeye, na vile ulikuja umekondeana, tumekulisha si ndio? Pia ulikuja na nguo moja, tumekunulia nyingi tukakuvisha. Sasa anamwambia wapi, hata yeye mwenyewe tayari anafunganya vitu aondoke, eh? Alafu yule msiana anamwambia ukiacha kaka yangu, eh, utaenda huko ukufe na nini? Nanja. Kwa hivyo sasa ndio wifi anamwambia karibuni mketi. Sasa wanaanza kuulizana mnaendelea vipi? Eh, hivyo sasa ndio alikuwa anamweleza. kwa hivyo, utani unapatikana katika jamii mbalimbali sana. Wadigo Wazarano, wote wanataniana. Kwa hivyo hapa kuna utani wa babu na mjukuu wake wa kike. Kwa hivyo babu na mjukuu wake wa kike Mjukuu anasema shikamo babu. Babu anasema marahaba bibi yaka. Kwani huyu mke wangu ameshakuwa mkubwa. Naona anaweza kunipikia ugali. Hebu usongea karibu uniguseguse hizi ndevu zangu nyeupe kisha. Mjukuu anamwambia sitaki. Utaki kwa nini? Mimi nishalipa mahari na ndimi mumeo. Haya fanya haraka unipikie chai kisha twende zetu mjini tukanunue kanga mpya. Sasa anamdhania si ndio? Eh, huwa hey, anataniana hivyo. Haya, kuna utani wa marafiki sasa. Sikiliza utani wa marafiki ujabu. Sahibu sijabu ndugu, siku hizi huonekani bwana, ama ushafanikiwa hadi waruka kwa ndege? Unaonekana ushaangukia mamilioni. Kwa nini maskani sikuoni? Sokoni sijakuona na kijijini pia. Huenda umiongoni mwa marubani Wadhani nikiwa rubani nitakuwa nikiongea na watu kama nyinyi? <laughs> Ndio maana utabaki vivyo hivyo, hata baiskeli ni ya kuomba. Haya. <laughs> Nifie nisifie, hali yako? Mtu anasema sina neno, karibu kae, leteni kiti watoto. Sasa ndio wametaniana. <laughs> Eh, vizuri sana. Kisha kuna ulumbi. Ulumbi ulizo sana kwenye mtihani. Nilikwambia uandike ulumbi. Ulumbi ndio ulizo zaidi kwenye mtihani. Ulumbi ni ule ufasaha wa kuzungumza, ule ufasaha. Kuna baadhi ya watu ambao ni walumbi, wakizungumza hivi, hata wewe mwenyewe unasikia kile wamezungumza, unataka kukifuata, kwa sababu wanazungumza hadi wanakuvutia. Wakati Rais wa Marekani, rais aliyestaafu wa Marekani Barack Obama akizungumza, ulikuwa unamsikiza hadi mwisho, uchoki na kumsikiliza wewe amezungumza na kuna baadhi ya wahubiri ambao huzungumza hivyo mpaka utaki kukataa kuwasikiliza, unaendelea kuwasikiliza wakizungumza, unaendelea kusikiliza, eh. Na kweli kuna neno ambalo amesema muhimu pia. Kuna wanasiasa huzungumza hivyo, baadhi tu wachache, si wote. Na mtu ambaye anazungumza, anazungumza hivi kwamba ni mambo yenye maana, mambo ambayo hayakuudhi na mambo ya ukweli, anazungumza hadi unasema kweli amezungumza. Huo ni ulumbi, ni upekee wa kuzungumza hadharani. Sifa za ulumbi, kwanza, lazima uvutie ukizungumza mbele ya watu, lazima uvutie. Pili, lazima kule ndani uweke tamathali za usemi, uweke kama vile tashbihi ndani, kuwe na methali ndani pale uweke, uh, waishaji, ndio, ndio uwe na ule mnato pia wakati unazungumza lazima athira yako kui, uweze kuielewa. Umeshaona mmeletewa mtu awazungumzie na uelewi kile anasema huko tu uelewe hata mifano ambayo anatoa.